Nashukuru sana kwa majina. Kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Kiwia Jasper, natokea Bodi ya Korosho, makao makuu pale Mtwara, na majukumu yangu haswa ni udhibiti ubora wa zao la korosho. mm -hmm. Tunawashukuru sana Newala FM kwa kutupa hii fursa ya kuweza kuongea na wakulima moja kwa moja, tuendelee kuwajengea uwezo juu ya ubora wa korosho. Uh, kwanza nianze kwa kuwapongeza wakulima wa Newala kwa sababu Newala ni mojawapo ya miji. Newala Tandahimba ni mojawapo ya miji ambayo inazalisha korosho ilio bora sana Tanzania. mm -hmm. Tuendelee kuwahimiza wakulima endelee kufuata zile hatua za ubora wa zao la korosho na changamoto kubwa tunaionaga kwa mitaa hii ya ukanda wa juu nyanda za juu kusini, Newala tandaimba mm, ni swala la unyevu yeah. Huku kama tukiangalia sasa hivi tumepita, tunaona shambani mvua zimenyesha mara kwa mara mm, majani yameshaanza kuota tena, pamekuwa green, yeah. Kwa hiyo kuna haja ya kuwaelimisha wakulima na kuwasisitiza wakulima kwamba, mm, waokote korosho zao mara kwa mara na kuzitenganisha na bibu na kuzianika sawa sawa. zianikwe zikauke kwa sababu korosho ya Newala, korosho ya Tandahimba zikianikwa zikikauka, hakika sokoni zinafanya vizuri sana. sawa sawa. Ndiyo, umezungumzia masuala ya mazima ya ubora wa korosho. Na ili tuseme korosho ni bora, huwa kipi kinazingatiwa? Nashukuru sana kwa swali zuri mtangazaji. Ah, uh, korosho kama tunavyofahamu asilimia kubwa korosho tunazalisha hapa nchini inauzwa nje ya nchi. Inauzwa mm. Inauzwa kwenye soko la dunia. Yeah. Kule kwenye soko la dunia korosho yenyewe inauzwa kwa paundi. Mm. Nikisema paundi ni kizio kama ilivyo kiloga. Mm. Yaani unavyosema kilo moja ni sawa sawa na paundi 2.2. Sawa sawa. Sasa, kule sokoni paundi zinazouzwa za zao korosho kule soko la dunia mm. Kwa sheria ya Tanzania tuna madaraja mawili. Ndiyo. Yeah. Tuna daraja la kwanza kwenye standard grade na daraja la pili. Mm -hmm. Daraja la kwanza lenyewe linaanzia paundi ya 48 mpaka 54. Mm -hmm. Na daraja la pili linaanzia paundi ya 44 mpaka 47.9. Mm -hmm. Sasa korosho ambayo inafanya vizuri ni ile yenye paundi ya juu. Okay. Ina maana korosho isipotunzwa vizuri ikaoza inaishusha ile paundi. Mm -hmm. Inaenda paundi ya 44. Mm -hmm au paundi ya 45 au paundi ya 46. Utakuta bei yake ni tofauti kabisa na paundi ya 54, 52 ambayo mm. tulizozoea kwa niwati. Okay. Kwa hiyo korosho ili iwe bora mm. inatakiwa itoe paundi ya juu. Okay. Ili ikafanye vizuri sokoni. Mm. Sasa korosho inaweza kufanya vizuri sokoni ni ile ambayo pia imevunwa kwa wakati, kama alivyotangulia kusema mtangulizi wangu kwamba ni kokotwa mm. sehemu ambayo shamba ni safi. Ndio. Yeah. Imeanikwa, imehifadhiwa kwenye magunia lakini imepelekwa sokoni ikiwa kavu. mmm -hmm, ikifika e kule mwisho wa siku pale, wakitoka kwenye magala ya vyama vya msingi, akienda kwenye gala kuu, kuna utaratibu wao unafanyika pale, kabla ya kupokea zile korosho ndio kwenda sokoni. mm. -hmm. Sasa pale ndio wanazifanyia pawa ni wanazidarajisha. mm -hmm. wanasema wenyewe wanafanya cutting test, ndio wanachukua sampuli ya mzigo uliokuja, wanachanganya, wanapata kilo moja, wanahesabu idadi ya korosho kwenye ile kilo moja, wanapima unyevu Hmm. Wakorosho ndani ya kilo moja ambako cheki unyevu upasi kuzidi asilimia kumi mm. Alafu baadaye wanakata zile korosho zote. Wana zenye madoa zinaikuwa pembeni, korosho mzuri zinaikuwa pembeni, korosho mm. zoza zinaikuwa pembeni. Yeah. Baadaye zile nzuri zikija zikapimwa na zile zenye madoa zikagawanywa. Hmm. Kwa sasa so, ukisema yenye madoa ina maana ina hasara kwa mkulima na kwa tajiri. Okay. Zikajumlishwa kuna kanuni maalum ambako ndio itakuwa ndio kuipata hiyo paundi. Mm. Ndo tunatafuta sasa, tunajua ah, kumbe korosho paundi yake ni 50 ya ambayo yeah. Kwa mujibu wa sheria za tasnia ya korosho hapa nchini hii ni daraja la kwanza, sawa? So, sawa so. Kwa mwaka huu sasa mm. Kwa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Bashe mm. aliotoa wa amesema hivi korosho iuzwe kwa paundi mm. hapo miaka anyu, paundi, nane, ya nyuma tulikuwa paundi 48 mpaka 54 ambayo mm. tulikuwa tunasema daraja la kwanza mm. tulikuwa tunaweka kwenye fungu moja, okay. Kwa hiyo mnunuzi akinunua na inua hii ni daraja la kwanza tu mm na daraja la kwa, lakini kwa mwaka huu ni tofauti mm, kwamba paundi 49 na 50 48 49 na 49 na 49 inaikuwa fungu moja 50 mpaka 54 inaikuwa fungu nyingine. Hii inaenda kuleta chachu kwenye vyama vya msingi, ambao kuhakikisha wanapokea korosho zilizo bora na kupeleka korosho ghala zilizo bora, na zile paundi ambazo, korosho zitakazotoa paundi za juu, tafsiri yake zitauzwa kwa bei Kumbwa. Kwa hiyo hata wakulima watakuwa wanasema bana, mimi korosho yangu nataka nipeleke niwalaanozi kwa sababu wao wanajua kuzingatia ubora na korosho zao zinakuja kwa paundi ya juu na bei zao zipo juu. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatafuta ushindani ambao hata vyama vya msingi vitajikita kuhakikisha vinapeleka, itaambiwa ni daraja la kwanza, lakini baadaye kwenye malipo ameambiwa kwamba korosho zako wewe zilikuwa daraja la tatu sijui daraja la ngapi huko, akalipwa chini ya bei, wakati alipoenda kukabidhi, baada ya vipimo yeye aliambiwa daraja la kwanza. changamoto tiki, Npumda, ni nini mpaka alikuwa hivi vitu vinatokea ndugu mtangazaji? Kwanza nishukuru tena nisisitize kwamba chama cha msingi chenyewe kinafanya darajishaji wa hatua ya awali mmm e, wenyewe wafanye ile inaitwa cutting test chama cha msingi wenyewe kama tulio kama mwongozo unavyoelekeza kwamba mkulima mm. Cham kwa mm. akienda abebe korosho kwenye kifungashio chake mm. akifika kwenye chama cha msingi atakuta kuna turubai mm. atamwaga korosho zake chini mm. wale wajumbe wa chama cha msingi watachukua sampuli ile korosho wataipima kilo moja watahesabu idadi ya korosho kwa kilo moja mm. haipaswi kuzidi 200 zaidi ya ikizidi 200, tafsiri yake ngoma ndogo ndogo ni nyingi sana. yeah. lakini ikiwa pungufu ya 200, pale chama cha msingi pia wanapi kupima unyevu wa zile korosho haupaswi kuzidi asilimia kumi. Ukizidi asilimia kumi, tafsiri yake kwamba huwezi kuzihifadhi zile korosho. Tunasema kwamba ili uweze kuhifadhi zao lolote, hata wazazi wetu tulikuwa tunaona mahindi, maharage wanayanika kwanza, alafu baadaye ndo wanafanyaje wanahifadhi. Sasa unyevu wa kuhifadhi zao la korosho ni angalau pungufu asilimia kumi au pungufu, ikiwa ina maana asilimia kumi na moja kumi na mbili ile zao lazima kaoteshe fangasi na litaalimu Mm -hmm. Kwa hiyo akisha pima unyevu ikawa ya cha msingi, akaona ni chini ya 10% mm. -hmm. Ndio anapokea zile korosho kwa ajili ya kwenda ghala kuu. Wakifika ghala kuu wanakutana mm -hmm. wa na wataalamu ambao wamepewa mafunzo na Bodi ya Korosho wakaitimu na wakapewa leseni. Umeelewa? Sasa mm -hmm. wale ndio wanachukua sampuli na kufanya kati test ili wapate daraja ya juu, wapate pauli za zile korosho kama nilivyotangulia wale. Mm -hmm. Lakini kule ghala kuu pia kuna mwakilishi wa chama kikuu ambaye naye amepewa mafunzo na leseni na Bodi ya Korosho, ambaye kule yeye atasimama kwa upande wa mkulima mm, kwamba mkulima, mimi wewe umekuja hapa, mimi nitasimama upande wako okay. Kila kinachofanywa na mimi ninajua na ninafahamu, mm, kwa ile zoezi linafanywa kwa kushirikisha. Mwisho wa siku wakishapata korosho hizi ni paundi ya hamsini, ndio zinaingia kwenye mauzo mm. Na kanuni tunayosema sasa, kwa sababu hicho kitu tulichokiongea hapo, kama kina kina ukakasi fulani, kwamba mtu tafsiri yake, kwamba mtu anaweza kaleta korosho zake mwanzo alafu akaja akapewa bei za alileta mm, ya mwisho taratibu huko wazi na mwongozo unasema hivi: wa kwanza kupeleka korosho ghalani ndio wa kwanza kuuziwa korosho zake. Kwa hiyo imekuwa kwa tofauti, wa kwanza kupeleka korosho ghalani anaweza kuwa mwisho kulipwa, anaweza kulipa mnada wa, kumi, hapa, mnada mnada mnada wa kwanza. hapo tunaenda kwenye uadilifu namba moja kwa sababu hii mm. mm. ni biashara biashara inahitaji uadilifu mm. lakini pia ni lazima tu kuna, kuna baadhi ya vitu ambavyo pia lazima tuvizingatie. Yeah. Kuna wakati kwa mfano msimu ulioisha kulikuwa kuna changamoto magala kujaa. Mm. Magala mengi, magala msingi, magala makuu yamejaa. Kwa hiyo unaweza kukuta kweli mtu amepeleka korosho zake mapema galani mm, lakini zikachelewa kutoka kwenda wapi? Kwenda gala kuu. Au sasa zimewahi kutoka lakini kwa ajili ya kutokuwa na uadilifu mm, wa kufuata ile kanuni ya kwanza kuleta ndoa, kwanza kuna nini kulipwa ikaleta shida lakini kwa sasa kwa mwaka huu bodi mm. ya korosho tumejipanga sana kwa sababu tumepeleka maafisa wetu hadi ngazi ya chama cha msingi kila kata mm. ya ya ya mkoa uh, wa Mtwara Lindi hata Ruvuma tuna maafisa wetu ambao wako kwenye ngazi ya kata ambao wao watasimamia zile AMCOS kuanzia wanavyopokea mizigo na mpaka wanavyotoa na nitumie fursa hii kuwasisitiza wakulima wa maafisa awamaafisa i ushirikiano wa kutosha mm. mm, ili tuweze kufuata mwongozo kwenye mauzo ya zao la korosho. Asante sana. Safi kabisa, mdhibiti ubora wa korosho, nataka uweze kuambia sasa kitu hapo mkulima ambaye anatusikiliza kwa sasa, msimu mpya ndio huu hapo, tunausubiria nini akifanya cha msingi ni mpe tu kauli mbiu moja kwamba ubora wa korosho ni chachu ya bei nzuri sokoni kwa hiyo pamoja na yote hakikisha anapeleka kile kilicho bora sokoni sawa sawa. haya bwana sasa huyo ni mdhibiti ume